Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan hii leo amefanya uteuzi kwa kumteua Daktari Mwigulu Nchemba kwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, mpambe na mshauri wa masuala ya kijeshi wa Rais Brigedia Jenerali Nyambuli Mashauri amepeleka bahasha, kisha kufunguliwa na spika wa bunge Mheshimiwa Musa Hazani Zungu ambaye amewasomea wa bunge na kutaja jina la Daktari Mwigulu Lameki Nchemba ambaye ni mbunge wa jimbo la Ilamba Magharibi, ndiye aliyeteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kupendekezwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na atathibitishwa kwa kupigiwa kura za ndio au hapana katika bunge tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwigulu Nchemba amewahi kuteuliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amekuwa kihudumu kama waziri wa fedha.